Mimi naitwa Roy, nina miaka 39. Na leo leo, sitaki kupamba maneno. Leo tunaongelea mahusiano ya mbali, ndiyo, jinsi ya kuishi kwenye mahusiano ya mbali Long distance relationship. Na kama upo ndani yake usijidanganye, yanauma, yanauma kimya kimya, yanauma usiku, yanauma ukiwa peke yako na simu mkononi, ukingoja ujumbe ambao hauji. Kabla sijaendelea, bonyeza like, subscribe na comment hapo chini. Unaangalia kutoka wapi? Niambie, uko nchi gani, mji gani? Kwa sababu najua kuna mtu ananisikiliza sasa hivi akiwa mbali na anayempenda na moyo wake umechoka. Wacha niwe mkweli na wewe, mahusiano kwa ujumla ni magumu, lakini mahusiano ya mbali haya, ni kama unapigana vita bila silaha. Unaishi kwa kumbukumbu kumbu, unaishi kwa ahadi, unaishi kwa matumaini, na mara nyingi unaishi kwa maumivu. Watu wengi wanaingia kwenye mahusiano ya mbali kwa sababu wanapendana, lakini hawajiulizi swali gumu: je, nina uwezo wa kuhimili umbali? Sio kwa wiki moja, sio kwa mwezi mmoja, bali kwa muda mrefu, wakati hisia zinapanda na kushuka. Na jambo moja nataka ulielewe mapema kabisa upendo peke yake hautoshi. Unaweza kumpenda mtu kwa dhati, lakini umbali ukakumaliza taratibu, siku baada ya siku, ujumbe baada ya ujumbe, simu isiyopigwa baada ya simu. Nimesikia watu wakisema kama anakupenda atafanya. Ndiyo, lakini pia kumbuka, kila mtu ana mipaka yake, kila mtu ana namna yake ya kuhimili upweke na wengi wanajifanya wanaweza, hadi siku wanashindwa. Mimi binafsi, sitadanganya, sijawahi kuwa shabiki mkubwa wa mahusiano ya mbali, na hata sasa bado siwezi kusema nayapenda. Sio kwa sababu hayawezekani, la hasha, yamefanikiwa kwa watu wengi, lakini kwa watu wengi zaidi yamewaumiza vibaya. Tatizo kubwa ni hili: watu wanaingia kwenye mahusiano ya mbali wakiwa hawajajiandaa kiakili wanashikilia mti kwa nguvu kwa sababu wanampenda, lakini hawajiulizi, nitafanyeje nikiwa na wasiwasi? Nitafanyeje nikihisi kusahaulika? Nitafanyeje nikianza kuwaza sana? Kwa sababu ukweli mchungu ni huu: umbali unaleta muda mwingi wa kuwaza, na ukiwa huna mfumo, akili yako itakuua. Nimekaa na watu wengi, nimeona mahusiano yakivunjika, nimeona watu wakilia, nimeona hasira nimeona wivu nimeona usaliti na nimeona pia mahusiano machache sana yakinusurika. Na kitu kimoja nilichogundua ni hiki: mahusiano ya mbali yanayofanikiwa hayategemei bahati, yanategemea mfumo, yanategemea maamuzi magumu, yanategemea ukweli, hata kama unauma. Ndio maana leo sitakupa maneno matamu, sitakudanganya. nitakupa funguo tano. Funguo tano za kuishi kwenye mahusiano ya mbali bila kupoteza heshima yako, bila kupoteza akili yako, bila kujipoteza mwenyewe. Na kama huna uwezo wa kufuata haya, ni bora ujue mapema kuliko kuchelewa. Funguo ya kwanza, na hii nataka unisikilize kwa makini sana: mawasiliano lazima yawe kipaumbele. Usinidharau, najua umesikia hili mara elfu, lakini tatizo siyo kuongea tatizo ni kuongea bila kuelewana. Mahusiano mengi ya mbali yanavunjika sio kwa sababu hawakuongea, bali kwa sababu hawakuweka wazi wanachohitaji. Mmoja anahitaji kusikia good morning, mwingine anahitaji kusikia sauti kabla ya kulala, lakini hakuna aliyesema. Kila mtu anataraji mwenzake ajue, na hapo ndipo vita inaanza. Unakaa pale, unasema moyoni Mbona hajanitafuta? Mbona hanipigii? Mbona leo yuko kimya? Wakati yeye anafikiria tumeshaongea jana, niko bize, hakuna tatizo. Na hapo hasira inaanza, kinyongo kinaanza, moyo unaanza kujifunga. Omba nikuambie kitu kimoja kwa uchungu kabisa, matarajio yasiyosemwa ndiyo sumu ya mahusiano ya mbali. Lazima ukae chini useme Hivi ndivyo ninavyohitaji ili nijisikie salama, na pia useme hivi ndivyo ninavyoweza kutoa bila kujilazimisha. Kama huwezi kupiga simu kila siku, sema. Kama huwezi kuwa kwenye video call, sema. Usiahidi kile usichoweza, kwa sababu ahadi za ulongo kwenye umbali zinaharibu zaidi kuliko kimya. Ni bora useme mapema, kwa sasa siwezi kutoa hiki kuliko kusema ndiyo leo halafu kesho ukashindwa na kesho kutwa vita ianze. Mawasiliano siyo wingi wake tu, ni uwazi wake, ni kusema ukweli hata kama utamkwaza, ni kusema mapema kabla ya maumivu hayajakuwa makubwa. Na kama huna uwezo wa kufanya hivyo, basi mahusiano ya mbali yatakumaliza. Sasa nisikilize kwa makini, kwa sababu hapa ndipo mahusiano mengi ya mbali yanapokufa rasmi. Funguo ya pili ya kuishi kwenye mahusiano ya mbali ni hii: lazima muwe na muundo structure. Na najua kuna mtu ananisikia sasa hivi, anasema, Roy, mapenzi hayapangiwi ratiba. Nisamehe, huo ni uongo wa kimapenzi unaowaumiza watu. Mahusiano bila muundo, hasa ya mbali, ni kama kuendesha gari gizani bila taa. Utajigonga, ni suala la muda tu. Tatizo kubwa ni hili: Watu wengi wanaingia kwenye mahusiano ya mbali wakisema, tutaongea tukipata muda, tutaonana tukiona inavyokwenda, tutaelewana tu. Hapana, hapo tayari umejiandikia barua ya maumivu, kwa sababu bila muundo, kila mtu ana ratiba yake, kila mtu ana maisha yake, na yule anayehitaji zaidi ndiye anaumia zaidi. Nimeona hili mara nyingi sana. Mwanaume anasema yuko bizi na kazi, mwanamke anasema anahitaji muda hakuna aliyekaa chini kusema hivi ndivyo tutakavyofanya. Na kila siku ikipita, hasira inajikusanya. Kila kimya kinatafsiriwa vibaya, kila kuchelewa kujibu ujumbe kinakuwa ushahidi wa kutelekezwa. Muundo sio kifungo, muundo ni ulinzi. Muundo ni kusema huu ndio muda wetu wa kuongea, huu ndio muda ambao nitakuwa bizi, hapa nisipokujibu, elewa ni kwa sababu hii Unajua kinachotokea ukiweka muundo? Unatoa nafasi ya akili kupumzika, unaondoa tafsiri za hovyo, unaondoa drama zisizo na maana. Kama mmeamua kwamba mnaongea saa mbili usiku na saa mbili usiku inafika bila simu, hapo kuna tatizo la kweli. Sio mawazo, sio overthinking, ni ukweli. Lakini kama hamjawahi kukubaliana, basi kila mtu anajenga sheria kichwani mwake, na sheria hizo zinapogongana, vita inaanza. Muundo pia unahusu kuonana. Na hapa nataka niwe mkali kidogo. Mahusiano ya mbali bila mpango wa kukutana ni mateso ya kujitakia. Unakaa mwaka mzima, miaka miwili, miaka mitatu hamjaonana. Unajiambia tutapanga. Tutapanga lini? Kwa hela gani? Kwa muda gani? Mwili wa binadamu hauishi kwa maneno tu. Moyo unahitaji uwepo. Macho yanahitaji kuona. Mikono inahitaji kugusa. Ndiyo maana ni muhimu kusema mapema, tunaonana kila baada ya miezi mingapi, nani anasafiri, tunaanzia wapi. Na niseme hili kwa uchungu, kama huwezi hata kupanga kukutana mara moja kwa mwaka, basi jiulize kwa nini unajitesa. Muundo unasaidia hata pale ambapo upweke unakupanda kichwani, kwa sababu unajua bado wiki mbili ni muone, bado mwezi mmoja, tumekubaliana. Lakini bila muundo, kila siku ni siku ya kuhesabu. Kila siku ni maumivu mapya. Na usidanganywe, umbali bila muundo huzaa majaribu. Watu wanachoka kusubiri. Watu wanatafuta faraja mahali pengine. Sio kwa sababu ni wabaya, bali kwa sababu hawakuandaliwa. Naomba nieleweke vizuri hapa. Muundo hauui mapenzi. Muundo unaokoa mapenzi. Kama hamuwezi kukaa chini kupanga ratiba, kupanga mawasiliano, kupanga kukutana basi mahusiano ya mbali yatakula nguvu zako zote. Na sasa, baada ya muundo, kuna kitu kingine ambacho watu wengi hawapendi kusikia. Funguo ya tatu, na hii inaweza kukuudhi, lakini ni lazima niseme. Sasa hapa hapa ndipo wengi wanapenda kujifanya hawasikii. Hapa ndipo watu wanapenda kusema usiwe insecure, usiwe na wivu. Lakini nisikilize vizuri. Mahusiano ya mbali bila trust na mipaka ni uongo mtupu. Funguo ya tatu ya kuishi kwenye mahusiano ya mbali ni hii: wekeni mipaka, eleweni trust ni nini. Umbali unapoongezeka majaribu yanaongezeka, sio kwa sababu upendo umepungua, bali kwa sababu udhibiti haupo. Ukiwa karibu na mtu wako unaona anaondoka lini, anarudi lini, uko pamoja naye, lakini ukiwa mbali, kila kitu kinategemea imani. Na hapa ndipo watu wengi wanakosea. Wanadhani trust ni kusema fanya unachotaka. Hapana, huo sio uhuru, huo ni uzembe. Trust ya kweli inajengwa kwa makubaliano. Ni kusema mapema hiki ni sawa, hiki si sawa. Kwa mfano, je, ni sawa kwenda klabu kila wiki? Je, ni sawa kuchelewa kurudi nyumbani bila kutoa taarifa? Je, ni sawa kucheza na watu wengine? Je, ni sawa kuficha simu? Usiseme ah, nitajua nikiona. Utajua ukiwa umeumia tayari. Watu wengi wanavuka mipaka, sio kwa sababu walipanga kukusaliti, bali kwa sababu hawakujua wapi mpaka upo. Mwanaume anakwenda kunywa na marafiki, anacheza na mwanamke. Kwake yeye ni mzaa, kwako wewe ni usaliti. Lakini hamjawahi kukubaliana, hamjawahi kuzungumza, na sasa kila mtu anajitetea. Na hapa nataka niwe mkali sana. Umbali sio ruhusa ya kupunguza heshima. Usijidanganye kusema yuko mbali hatajua. Kwanza, ukweli huwa unajulikana. Pili, hata kama hajui, wewe unajua, na tabia unazojijengea ukiwa mbali ndizo zitakuua mkikutana. Ukizoea kurudi saa tisa usiku bila taarifa, ukizoea kuficha simu, ukizoea kucheza na mipaka, utashindwa kubadilika mkikaa pamoja na hapa ndipo mahusiano mengi yanavunjika hata baada ya kukutana, kwa sababu tabia mbaya zilijengeka, umbali ukiwa kisingizio. Mipaka ni ulinzi wa baadaye, ni kusema hata kama hatuoni tunaheshimiana. Na kama unaona mtu wako anakasirika kila unapouliza maswali ya msingi, jiulize kwa nini. Trust haiogopi maswali, uongo ndio unaogopa. Naomba nieleweke vizuri hapa. Kuweka mipaka sio kumdhibiti mtu, ni kulinda mahusiano. Na kama mtu hawezi kuheshimu mipaka, basi hajajitolea vya kutosha kwa mahusiano ya mbali. Sasa baada ya trust na mipaka, kuna jambo moja ambalo watu wengi hawataki kuliongelea mapema, na kwa sababu hawaliongelei, ndipo maumivu yanapoongezeka kila mwaka. Funguo ya nne, hii ndiyo ngumu zaidi. Sasa hapa hapa ndipo ukweli unakuwa mchungu zaidi. Hapa ndipo watu wengi wanapenda kukaa kimya, kwa sababu swali ni gumu sana. Funguo ya nne ya kuishi kwenye mahusiano ya mbali ni hii, lazima muwe na mpango wa kumaliza umbali. Nirudie tena kwa sauti kubwa akilini mwako, mpango sio matumaini, sio tutaona mbele, sio Mungu atasaidia, mpango. Kwa sababu nisikilize vizuri. Mahali popote ambapo hakuna mwelekeo ndipo penye uchovu wa moyo. Watu wengi wanateseka kwenye mahusiano ya mbali kwa sababu hawajui yanaelekea wapi. Wanajua mako mbali leo, wanajua wanapendana leo, lakini hawajui kesho iko wapi. Na kukosa jibu hilo kunazalisha hofu, kunaleta wasiwasi, kunaleta maswali yasiyoisha. Unaanza kujiuliza, nitavumilia umbali huu mpaka lini? Je, huyu mtu ana mpango wa kweli na mimi? au nipo hapa kwa sababu tu niko available? Na hapa ndipo watu wengi huanguka, kwa sababu wanaogopa kuuliza maswali magumu mapema. Lakini niseme kitu kwa uchungu, ni heri kuuliza mapema kuliko kulia baadaye. Lazima mkae chini, muzungumze, tutakaa mbali kwa miaka mingapi? Nani anahamia wapi? Tutafanya nini ili tuwe pamoja? Na kama majibu hayapo, basi uwe na ujasiri wa kukiri hilo. Kuna mahusiano ya mbali ambayo hayana mustakabali wa kukutana hata baada ya miaka mitano. Kila mtu ana maisha yake, kazi yake, nchi yake, hakuna anayejitolea. Na hapo ndipo lazima ujiulize swali gumu zaidi: je, nina uwezo wa kusubiri miaka mitano? Usijidanganye, upendo hauondoi muda, upendo hauondoi upweke, upendo hauondoi hamu ya kuwa karibu na mtu wako. Kuna watu wanajitesa kwa sababu tu wanaogopa kuachilia Wanasema nitavumilia, lakini kila siku moyo unachoka zaidi. Na niseme hili bila kuficha, kama hakuna mpango wa kuungana, mahali hapo ni kituo cha mateso. Mpango pia unahusisha maamuzi magumu: kuhamia mji mwingine, kuacha kazi, kuanza upya. Na ndiyo, maisha hubadilika, mipango hubadilika, lakini mabadiliko lazima yazungumzwe. Kama leo mmekubaliana kwamba fulani atahamia, halafu kesho kuna promotion, lazima mrudi mezani. Msifanye maamuzi peke yenu, kwa sababu mahusiano ya mbali yanahitaji maamuzi ya pamoja, sio mtu mmoja kujifurahisha mwenzake akiteseka kimya kimya. Naomba nieleweke hapa, kama mtu hawezi hata kuzungumza kuhusu mustakabali wenu, anaogopa mpango, anakwepa mazungumzo ya baadaye, basi anafurahia hali ilivyo na wewe unateseka. Na sasa, baada ya mpango, kuna kitu kimoja kinachofanya mahusiano ya mbali ya baki na uhai funguo. Ya tano, ya mwisho, lakini muhimu sana. Sasa hapa hapa ndipo mahusiano ya mbali yanabaki hai au yanakufa kabisa. Funguo ya tano ya kuishi kwenye mahusiano ya mbali ni hii: lazima muhifadhi muungano wa hisia. Na niseme ukweli bila kuficha, umbali haui mahusiano. Ukosefu wa muunganisho wa hisia ndiyo unayoyaua. Unaweza kuwasiliana kila siku, unaweza kuwa na muundo mzuri. Unaweza kuwa na mipaka, unaweza kuwa na mpango wa kukutana. Lakini kama hisia zinakufa, kila kitu kingine kinakuwa kazi ya lazima. Watu wengi wanaishi kwenye mahusiano ya mbali kama roboti. Umeamkaje? Umekula? Uko salama? Halafu mazungumzo yanaisha. Hakuna kina. Hakuna mshangao. Hakuna kuguswa moyoni. Na hapo ndipo mtu anaanza kujisikia yuko peke yake hata kama ana mtu. Muunganisho wa hisia unahitaji juhudi, unahitaji ubunifu, unahitaji kujali. Sio kila kitu ni ratiba, sio kila kitu ni sheria. Kuna wakati unahitaji kuvunja mfumo kwa upendo. Ujumbe wa sauti usiotarajiwa, simu ya ghafla bila sababu, maneno ya kuthamini bila kuulizwa, picha ya tabasamu lako ikisema nilikuwa na kuwaza hivi vitu vinaonekana vidogo lakini vinaokoa mahusiano ya mbali kwa sababu niseme hili kwa uchungu kuna mtu huko nje yuko karibu na mtu wako anamwona anamsikia anaweza kumpa kile ambacho umbali unakunyima na kama wewe hutunzi muunganisho wa hisia moyo wa binadamu utatafuta joto mahali pengine Sio kila mtu ni msaliti, lakini kila mtu ana mipaka ya upweke. Naomba nieleweke vizuri, hii sio kusema uogope, hii ni kusema jizatiti. Mahusiano ya mbali yanahitaji effort mara mbili, yanahitaji dhamira, yanahitaji watu wawili waliokubalia kupigana kwa ajili ya uhusiano wao. Na sasa niseme jambo la mwisho kabisa, na hili nilasema kwa hasira na maumivu. Mahusiano ya mbali sio ya kila mtu, na hakuna aibu kukubali hilo. Kama unajilazimisha, kama kila siku unateseka, kama unajipoteza, kama huna amani, usijidanganye kuwa ni upendo. Upendo haupaswi kukuua polepole pole. Ni bora kuachilia kwa heshima kuliko kuendelea kuumia kwa matumaini yasiyo na mwelekeo. Lakini kama mko wawili, mmekubaliana, mna muundo mna mipaka, mna mpango na bado mnachagua kila siku kupigana muunganisho wenu wa hisia, ndiyo mahusiano ya mbali yanaweza kuishi. Sio kwa bahati, bali kwa maamuzi. Na kama unanisikiliza sasa hivi, nataka ufanye kitu kimoja: bonyeza like, subscribe na comment hapo chini, unaangalia kutoka wapi? Na kama upo kwenye mahusiano ya mbali, ni umbali wa nchi gani? hauko peke yako lakini kumbuka hakuna atakaye kuokoa kama wewe mwenyewe hujachagua ukweli mimi naitwa Roy nina na miaka 39 haya ndiyo niliyokuwa nayo kusema